ITV imefika katika kijiji hicho nyumbani kwa vijana hao waliopoteza maisha baada ya kuuawa na ndugu yao anayedaiwa kuiba magunia kumi na tano ya mpunga huku wanaume wa kitongoji hicho wakidaiwa kukimbia majumbani mwao na kutokomea pasipojulikana. Mimi kama kaka yao nimehuzunika sana na tukio hilo. Tukio hili limetuhuzunisha sana kwa sababu wale vijana hawakuwa na hatia yoyote. Ndugu wengine waisha kimbia nyumba kama unavyoona sasa hivi. Kwa hiyo tuna mpango wa kwamba tunachanganua vipi kuhusu hili tukio. Eh, yani, tumesikitika sana kwa sababu vile Ay, vijana walikuwa tunaishi nao vizuri lakini tukasikia yani kama taarifa hiyo ya kusikitisha kwamba wale vijana wamesha wameshauliwa. Tulisikitika sana. Yake tuli, tulienda pale ndo tukakuta lile tukio tayari vijana wa, vijana wale wameshakufa ina maana ya kachukuliwa majunia kumi na tano ya mpunga. Hata hivyo, ITV imefanikiwa kukutana na mkuu wa shule ya sekondari Busia alikokuwa anasoma kijana Nestori Hendi na kueleza walivyopokea msiba wa wanafunzi huyo huku mwenyekiti wa kijiji hicho cha Itilima Bwana Josefu Kuluagiti akieleza hali ilivyokuwa. Hili tukio la msiba kwa kweli tumelipokea kwa masikitiko makubwa kwa sababu huyo mwanafunzi alikuwa ni mwanafunzi mwenye nidhamu na amesoma kwa miaka yote miwili kidato cha kwanza mpaka kidato cha pili bila changamoto yote ile ya matatizo ya kinidhamu. Kwa hiyo tukio la msiba kwa kweli, kama shule tumelipokea kwa majonzi makubwa. Uh, tumepata tukio la kuuawa watoto wawili kwa jina, mwingine anaitwa Nestori Henry, ambaye ni mtoto anasoma darasa la kidato cha pili, mwingine anaitwa Mashigina Juma ambaye hasomi watoto hao wameuawa majira ya saa majira ya saa sita usiku. A, familia hii wale, wale watoto walikuwa naishi na bibi yao, na bibi yao afya yake sio nzuri, amechukiwa na binti yake. Kwa hiyo hali ya nyumba hii hakuna mtu aliyesalia tena, kama mnavyoona waandishi wa habari. Mpaka sasa hivi hali ya hapa watu hamna, jitihada za kumtafuta kamanda wa jeshi la polisi kuzungumzia hatua zinazoendelea juu ya tukio hilo zinaendelea. Nyuma yangu ni nyumba ambayo walikuwa wanaishi vijana hawa wawili ambao wameuawa baada ya kuibiwa magunia kumi na tano ya mpunga hapa katika kitongoji cha Bulima, kijiji cha Itilima, kata ya Itilima, wilayani Kishapu, nikiripoti kutoka katika nyumba hii. Mimi ni Frank Mshana, AITV.